Kwa majina naitwa Enoki Mbega ya Matiasi, ni mzaliwa wa Kibanga, kata Kibanga, kijiji Kibanga, ila naishi kazi zangu nazifanyia Mleba Kagabiro. Mnamo mwezi wa tatu tarehe nane, nilipata nilipata taarifa kwa mkuu wa shule kunipigia simu kwamba mtoto mtoto wa tunakupa taarifa kuhusiana na mtoto wako, tumemleta hospitali Kaigara akiwa anaumwa lakini atakaa sawa. Baada ya hapo, nikamwambia mimi niko mbali, niko Karagwe, kabidi nimpigie mke wangu aende kuungana naye. Baada ya hapo, alipofika mke wangu, mke wangu akanipigia simu, akaniambia kwamba nimefika, lakini mtoto nilivyomkuta hali yake ni mbaya. Ngoja tuendelee Nikamuuliza, je, wewe unavyoona anaumwa nini? Akaniambia kama mkurugenzi alivyomwambia. Sasa kwenye vipimo sasa jashirikishwa kwenye vipimo alivyokuwa anaumwa hapo Kigara akamwambia kwamba anaumwa malaria. Baada ya ukaa kuendelea kuja kufika muda wa saa nne za asubuhi, wakaona kwamba mishipa ya kuingizia vinanili madripu ikawa imekosa, wakaona wapate njia sahihi ya kwenda kwenye hospitali waame wa hospitali ya Kaigara waende hospitali ya Rubia. Walivyofika Rubia bado wakatafuta waka, waka mishipa ikawa imekosa ime wakabidi kwanza wachukue tena vipimo vingine zaidi kuj, kubaini tatizo ni, tatizo, ni, tatizo ni nini, make waliona kwamba maleli ya kulingana na tiba walizokuwa wamempa iwezi kufa, iwe, i, ingekuwa muda ule ingekuwa imeshapungua imesha kasi walivyoanza kumpima baadaye ndo waka, wakaitana nikiwa napigiwa simu naambiwa hivyo, wakaitana wakaanza kuchukua vipimo, wakakuta, wakamwambia mke wangu kwamba huyu mtoto anaonekana kuna vitendo vya kikatili vilivyofanyika. Baada ya hapo wakumwambia jambo lolote, wakaendea na matibabu mengine. Baada ya tarehe tisa hiyo kuja kufika saa kumi na mimi nilikuwa nafika saa kumi na moja mtoto akakata roho. Baada ya kukata roho, sisi kama familia tukalizika kwamba amekufa kifo cha malaria. Basi ngoja tufanye jumu, jumuishi la kumsafirisha mpendwa wetu kumleta kumstiri. Baada ya hapo mama mkuu alimwita mama mkuu wangu, wakamwambia tunaomba kama nyie familia mje tuwaambie kitu kilichomfanya mtoto wenu aondoke. Baada ya hapo mama wangu, mama mkwe wangu akatuita aka familia. Tulikuwa kama watu watano. Kijana yule ajitambulisha kama daktari wa pale aliyethibitisha, akasema mimi ndo niliyethibitisha Janeth kifo chake. Kifo chake sio kile mnachokizania kwamba ni malaria. Kifo chake, mtoto ameingiliwa kinyume na maumbile yake. Tukajiuliza sisi mbona, tulikuwa mnatuambia malaria wakasema baada ya kuanza kufuatilia vipimo zaidi, kuongeza utaalamu ndo tuligundua hicho tukazani kwamba tuendelee kutibu tutaona labda matokeo, lakini mtoto mwishowe akaondoka. Baadaye ndo akasema kwamba mwili amwezi mkausafirisha mpaka muende kituo cha polisi, mtoe taarifa ili muone kama ndo mtakuja kuchukua mwili, na sisi ule ugonjwa wa malaria ukawa umeama kulingana na daktari alivyotuambia tuambi, Tukabidi twende kituo cha polisi mre, mreba. Baadaye hapo ndo sasa akaanza kutuambia kwamba huyu mtoto tangia ni, ni kae naye miaka mitatu, alikuwa na miaka minane alikuwa anaingia darasa alikuwa ameingia darasa la tatu, kwamba ana vitendo, alikuwa na viashiria vya kuwa anacheza na wenzake, anawambia tufanye. Nikamuuliza kama mimi mzazi aliye mkabizi mza, mtoto wangu nikamuliza kama alifanya kama hivyo vitendo alif, alikuwa navyo, ilikuwa ni lini, u, nimu, ni lini? Ni mwezi huu, ni mwezi gani? Akasema ni elfu mbili ishirini na nne. Kama elfu mbili ishirini na nne ulifanya ulifanya ulifanya utaratibu gani, kama mimi mzazi kunishirikisha au kuniita au kunitumia message au kunipa taarifa, kwa sababu kila taarifa zinazotoka za shuleni kwenda kuona watoto kwenda kufanya karo za shule huo unanipa taarifa. Kama mimi mzazi ulinipa taarifa gani? Akasema nilishindwa kutoa taarifa ili nisichafue shule yangu, kwa sababu shule yangu ni ya biashara. Nikamuuliza, kwa hiyo hapa biashara imeendelea au ndio mtoto wangu ameharibika kwa sababu ya kushindwa kukemea vitu mapema yangu niyoandika nikamwambia, sijakubali, sijaridhika kifo cha mtoto wangu, kwamba kilichoandikwa kwenye cheti, kwamba amekufa kwa sababu ya mashambulizi liya ya, ya bakteria na malaria, wakati baina ya hapo daktari alikuwa ameshaongea kwamba kifo chake kilichompelekea ni kwa sababu ya kufanyiwa kitendo cha ukatili, kuingiliwa kinyume na maumbile ya, yake na kuchoma shindano ya sumu na vitu kama hivyo, baadaye daktari ndo akavikataa kwamba sumu inaweza kuwa vile vitu alivyo vitapika, nilivihisi kama vya sumu. Nikamuuliza, kwa nini umevihisi wakati wewe mwenyewe ndio vitamka labda kuja kutamuka kile kitu nakuwa umeshakifanyia utaalamu, kwa sababu wewe ndio mtaalamu, sisi tunaangalia wewe mtaalamu wetu. Ninachokiomba kwa serikali, kama vile vipimo vilivyopelekwa, naomba vifuatiliwe ngazi zaidi ya hizi, vifanyiwe utaalamu zaidi, na yule na, na mwalimu mkuu na yeye naomba afuatiliwe zaidi ili aweze kutubainisha yale mambo aliyokuwa nayaona kwa mwanangu, alafu anashindwa kumpa mzazi wake taarifa. Wazazi wote pande mbili kuzishirikisha na yule kijana aliyemfuatilia, tunaomba, tunaomba jeshi la polisi litusaidie wamfuatilie zaidi yule kijana, kwa sababu tayari wameshajua kwamba anasoma darasa la ngapi, wanajua shule anaposomea, wamlete ili tuweze kupata mahojiano, labda inawezekana tatizo likagundulika au liko shuleni. Naiomba serikali nisaidie na nawashukuru sana, nawashukuru sana. Tumelipokea, hatuna hatuna jinsi ya kufanya. Katika uchunguzi ule, pamoja na mambo mengine, ilikuwa ni kuthibitisha kama kifo cha marehemu kimetokana na kubakwa au kuingiliwa kinyume cha maumbile, kwa sababu tayari kulisha kuwa na minong'ono iliyokuwa inaendelea kwamba huenda mtoto huyu amefariki kutokana na kubakwa na kulawitiwa. Uchunguzi wa awali ulionyesha kwamba kifo cha marehemu hakikutokana na yara hayo mawili, ndio hasa kwamba hakikutokana na kubakwa, lakini pia na kulawitiwa, bali ni yale magonjwa ambayo madaktari walimpima na wakawa wanamtibu hali ile. Ah, haikuwaridhisha wazazi, hawakuridhika kutokana na majibu yake. Kufuatia kuto kuridhika kule, taarifa zilitufikia, ndipo nikamwagiza rasio waende mwili ufanywe uchunguzi upya, ambapo aliungana na madaktari ambao walitolewa kutoka ofisi ya mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Mleba, ambapo walikwenda moja kwa moja mpaka hospitali ya Rubya na kufanya uchunguzi mwili ule upya. Katika uchunguzi ule, bado ikaonekana kwamba kilichomuua marehemu ilikuwa ni kupungukiwa kwa damu mwilini, lakini pia ni pamoja na maji. Lakini kwenye utumbo pia kulionyesha kwamba kulikuwa wazi, hakukuwa na mabaki ya chakula. Hali ilionyesha kwamba ni muda mrefu alikuwa hajapata chochote.